Kuna zaidi ya lisaa na eh, tangu Trump ameandika kwenye mtandao wake wa Truth na kumekuwa kuna kimya kikubwa kwa upande wa Venezuela. That means ni sahihi kabisa Nicolas Maduro na mkewe wamekamatwa na wameondolewa nje ya nchi ya Venezuela. Wamepelekwa wapi, wako wapi? Mwenyejibu ni aliyewapeleka ambaye ni Marekani ambaye bado hajatuambia alipo Nicolas Maduro na mke. Hivi karibuni tumekuwa tukifuatilia taarifa kutoka huko Venezuela. Makamu wa rais amesema kwamba wako tayari kulinda ardhi ya taifa lao, na hata vikosi vya jeshi sasa viko mtaani vikifanya udhibiti mkali na kutafuta wale ambao wanadai wanashirikiana na, na, na maadui. Pengine unaona kwamba regime change alioitaka Marekani imefanikiwa au bado atakutana na upinzani mkali kutoka ndani? Ah, ni maneno tu ya kizalendo na ambayo wamekuwa wakiandika Venezuela kwenye official website za serikali. Mfano, wameituhumu Marekani kwamba wanataka mafuta pamoja na masuka, madini ndiyo maana wameingia. Na mwisho wa siku, pia wamesema wako tayari kulinda nchi yao, lakini unajua, ukitaka kondoo watawanyike, mpige mchungaji. Sasa tayari amiri jeshi mkuu amekwisha kukamatwa, morali jeshini, of course itakuwa imeshuka kwa hiyo hata kama wataleta upinzani dhidi ya Marekani ni kwa kiwango cha chini ama kidogo mno mmo. E, ni ni ni, ni kwamba Marekani anaenda kufanikiwa katika azma yake ya kwenda kuweka rais ambaye atakuwa na maslahi kwake, kwa, kwa sababu Nicolas Maduro alikuwa hana maslahi ya Marekani, na hapa ndipo ambapo yanajitokeza majina mawili jina e, la mwanamama mshindi wa tuzo ya Nobel Maria Machado mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndio mshindi ambaye ni mpinzani, ni wa tuzo ya Nobel ambaye ni mpinzani mkubwa sana wa wa Nicolas Maduro. Na katika hiyo tuzo ya Nobel alimshinda rais wa Marekani Donald Trump. Huyu anaishi uhamishoni, lakini pia linajitokeza jina la Edmundo Gonzalez ambaye ndiye aliyeshindana na Maduro katika uchaguzi uliopita. Hao wote wawili wanaungwa mkono na Marekani na kwa mtazamu wangu mdogo wa kimataifa ninaona mmoja kati yao ndiye ambaye atakuwa rais wa Venezuela atakayemrithi Maduro, eidha Maria Machado ama Edmund eh, Gonzales. Lakini kwa msingi wa swali lako kusema kwamba Venezuela wanaweza wakawazuia Marekani, ni kwa kiwango kidogo sana. Marekani amefanikiwa ame, hii ni mission imemalizika. Hii <clears throat> Kelvin, wako wapi washirika wa Caracas, kuanzia uh, kuanzia Moscow kwenda Beijing na hata wengineo ambao wa wamekuwa pamoja naye wako wapi? Tumesema hapa kila muda, wakati tukizungumza kwenye vipindi vyako kwamba washirika wa Venezuela wanaathiriwa na timing ya dunia ilivyo hivi sasa. Wanazungumzia Urusi ambaye anapigana vita na zaidi ya miaka eh, kwa zaidi ya, ya miaka mitatu na zaidi ya mataifa saba pale eh, Ukraine. Lakini unamzungumzia Urusi ambaye urafiki wake na Putin japokuwa mimi naita ni urafiki wa kinafiki, lakini umeimarika sasa. Putin anapata wapi hizo nguvu za kujaribu kumzuia Trump, tena kwa njia ya fildi kuweza kuzuia serikali ya ya, ya, ya, ya, ya ya Venezuela? Kwa hiyo Unaona, timing haipo kwa upande wa Urusi, ye mwenyewe kapambana muda mrefu ee, hata kwa taarifa za kijasusi maana yake mi, mi, ni kama mi, mi, ndege zilizoingia Marekani kushambulia leo ni kama jeshi la Venezuela alikuwa alijui kitu. Of course yes, na malengo ya ya ya, ya, ya Putin ni hivi eh. Sasa na malengo ya Trump katika kuvimaliza vita vya Ukraine huoni kama yanafanana? Je, huoni e, kama Putin angejaribu kumsaidia kivyo vyote vile, Maduro angeweza kufanya Trump abadilishe gia? Kwa sababu lazima tuseme ukweli, vita vya vi Ukraine pia vimemchosha mrusi, ni zaidi ya miaka mitatu sasa anapambana pale, na Trump ni rais ambaye ameingia anaonyesha mwelekeo sambamba na no Urusi. Sasa kwa nini umuuzi Trump e, wakati huu? Kwa sababu ya Venezuela wakati kwako pia unataka kujenga, kwa hiyo nadhani kwa Urusi aliangalia ya maslahi yake zaidi katika mm -hmm, hili kwamba timing ime, ime, imembana. Pengine mimi naweza kusema Biden angekuwepo, mahusiano ya Urusi na Marekani yalivyokuwa wakati ule mabovu, Urusi angeweza kufanya kitu ile kutia pressure, lakini tangu Trump ameingia, unaona mahusiano ya Urusi na Marekani Yameimarika eh, Putin Trump, na Trump wamekuwa wakipigana simu kwa mwezi karibu mara tatu hadi mara nne. E, sasa yote hayo ni dalili ya, ya mahusiano mazuri na siku zote wakubwa huwa wanaangalia maslahi yao kuliko kupambana wao kwa wao katika kitu ambacho hakina maslahi yao ya moja kwa moja. Kiufupi, Venezuela amekuwa mbuzi wa kafara. Na China iko wapi? China hajawahi kuwa mshirika mzuri vitani hata mara moja. Yeye ni mshirika mzuri kibiashara, na ndio maana walikuwa wanafanya biashara ya mafuta na Venezuela lakini kusema China ni mshirika mzuri kwamba utavamiwa mchina atume wanajeshi ya kusaidia, hapana. China vita si kipaumbele chake. Kipaumbele chake siku zote China imekuwa ni biashara. China vita ingekuwa ni kipaumbele chake, Taiwan iwapo ni mali yake ile. Lakini Marekani amekaa pale, ameweka utawala, maisha yanasonga, anaenda kila siku kufanya mazoezi, anatia presha, lakini achukui Taiwan sababu Taiwan China ni kama Krimea ilivyo kwa Urusi. Lakini kwa nini? Kwa sababu si kipaumbele chake vita. Yeye amekamata dunia kwa staili ya biashara. mm -hmm. Kelvin, pengine hiki kilichofanywa sasa na Washington kuvamia nchi ya watu na kumteka rais kina maana gani kimataifa? Ah, mambo ni yale yale tu, mwenye nguvu atabaki kuwa mwenye nguvu, mnyonge atabaki kuwa eh, mnyonge. Marekani yuko juu hata Umoja wa Mataifa, kwa sababu si mara ya kwanza kwa Marekani kufanya maamuzi ambayo ni kinyume na, na na sera za Umoja wa Mataifa. Marekani Trump iliitambua Jerusalem eh, kuwa makao makuu ya Israel badala ya Tel Aviv, kinyume kabisa na na, na, na, na, na Umoja wa Mataifa. Marekani hii inaisapoti Israel na mara kadhaa Israel imevunja sheria za Umoja wa Mataifa katika kile kinachoitwa vita vya Gaza, na Umoja wa Mataifa umekuwa hauna neno yoyote dhidi eh, ya Marekani kwa huwezi kusema umoja wa mataifa ni kiranja dhidi ya Marekani. Wewe unaweza ukasema Marekani ni kiranja dhidi ya umoja wa Mataifa kwa sababu ya mfuko mkubwa wa msuli wa kifedha ambayo amekuwa akitoa katika umoja wa Mataifa na ushawishi mkubwa. Marekani ni nchi yenye ushawishi kuliko hata umoja wa Mataifa katika nguvu ya ushawishi duniani. Si Venezuela tu. Trump ambayo katika shutuma zake ambazo baadhi wanasema si za msingi, kwamba ilikuwa inahusika na makundi ya dawa za kulevya aliinyoshia kidole, aliinyoshia kidole pia Colombia na hivi punde tu rais wa Colombia uh, Pedro Sanchez amejitokeza na Gustavo, amesema kwamba ametuma jeshi kuelekea mpakani na Venezuela. Unafikiri kwamba mashambulizi ya Marekani yatapanua mpaka kutoka Venezuela na kuelekea Colombia? Trump amekuwa ni rais asiye tabirika Lakini kwanza kabla tujaona hayo lazima tuangalie mali asili zilizopo zilizoko Kolombia, wana nini na aina yao ya siasa ambayo wamefanya. Lakini kwa sasa naona tageti yake ya kwanza ya Venezuela ambayo imekuwa ikiwapasua kichwa muda mrefu tangu utawala wa eh, Maduro eh, na wengineo, nadhani kina Hugo. Sasa maana yake ni kwamba nadhani atatulia kwanza, ione kama Marekani atataka kwenda na Kolombia haraka haraka hivyo. E, nadhani atatulia sana. Hiyo kama message kwa rais wa Colombia kwamba usipofanya mimi ninayotaka pengine yatakutokea kama ambavyo yamenitokea mwenzako wa Venezuela Nicolas Maduro. Hata dunia itapiga kelele sana, kwa sababu umetoka hapo tena. Colombia, nchi jirani na Colombia, na wenyewe wako na sahi na, na na kufanya hivyo kuwa na tahadhari, lakini wanaweza kuwa na tahadhari ya kumzuia Marekani akitaka kufanya jambo lake Kelvin, unataka useme alichokifanya Trump ni kuuza uoga kwa marais wa nchi nyingine, ama ni message ndio, hususan nchi za bara la Amerika ya, ya, ya, ya kusini, kwamba ninaweza kufanya lolote kwa muda wowote? Kama mtu anaingia kwenye ardhi ya mtu anamteka rais eh, mm. <laughs> Unaweza kufanya lolote muda wote, sio kumchukulia poa hata kidogo katika dunia hii. Ni message kubwa tu ninayotisha na kutetemesha. Tufikirie vipi huko Maduro ambako yuko baadaye, tutarajia akifunguliwa mashtaka au akiuliwa. Yote yanawezekana, lakini ukiangalia Maduro zake za mwisho alikuwa wameshekubali aisha na kusema atazungumza na Marekani, pengine sioni kama akifunguliwa mashtaka, labda wanaweza kuingia katika makubali kwamba bana wewe kane, Venezuela tunakupa uhamisho uendelee na maisha yako na sisi tuendelee huku na maisha yetu, usilete tena choko choko. Eh, kwamba umetulia, basi utulie polepole, usio kwamba umetulia alafu nyuma ya pazia tena ukawa unazunguka. Maduro ataingia katika kundi lile lile aliloingia e, e, aliyekuwa rais wa Syria, ala ala wa Siria Bashar al Asad anatafutiwa nchi ambayo ni rafiki, takwenda kuishi pale kama ambavyo Bashar al Asad wa Syria hivi sasa anaishi Urusi. Ndivyo ambavyo pia Nicolas Maduro akitafutiwa nchi na nadhani kunyongwa ama kushtakiwa, hata China na Urusi hawatakubali hilo. Sasa umemtoa sawa, watatumia sasa ushawishi wao wa kidiplomasia kwamba basi hivi tumtafutie uhamisho, ni kama ambavyo ilikuwa kwa Bashar al Asad, Urusi alitumia ushawishi wake kumshawishi Marekani kwamba shughuli iishe, tumtafutie uhamisho kwa kumchukulia hatua nyingine ambazo zitaonekana ni kubwa zaidi. Na alitazama hilo pia kwa Nicolas Maduro kwamba watatunia ushawishi wao kwamba kutafuta nchi ambayo itakuwa ni rafiki aamishwe, ulohakikishiwa usalama wa mali zake na maisha yake na maslahi yake, then marekani na wenyewe wapate maslahi yao, kwa sababu kikubwa hapa kinachomtoa madarakani Nicolas ni maslahi ya Marekani katika nchi ya Venezuela. Amekuwa mgumu kutoa maslahi ya Marekani na amekuwa akiapeleka mbali kabisa China. Sasa kama Marekani apata maslahi yake, maduro washapunguza nguvu Kikwazo tena kwao ni kukubaliana tu, kuna makubaliano na siri, ya siri ambayo sio lazima dunia yajue, lakini tunaweza tukayatafsiri sasa, baada ya muda kwamba nipita miezi sita mwaka Maduro yuko ameishi nchi ya wamishoni na hakuna mashtaka yoyote, kama ambavyo Bashar al Assad, tunatafsiri kwamba ilikuwa makubaliano nyuma ya pazia kwamba anaondoka, atafutiwe nchi, asibuguziwe. Ndicho ambacho kinaendelea kwa Bashar al Assad hadi sasa. Kelvin, uh, maonyo haya Trump mwanzo tulifikiri ni porojo, lakini sasa ametimia kweli. Hivi majuzi alionya pia utawala wa Ayatollah Al-Khamenei kwamba angeweza kuingia Teherani baada ya hiki alichokifanya huko Venezuela, unafikiri mkwara wake wa kuingia Teherani ni wa kuendelea kupatilizwa? Of course, mimi narudia statement yangu. Ni ngumu sana kumtabiri Donald Trump ni, ni, ni rahisi asiyetabirika, na hiyo ndo imekuwa sifa yake kubwa ya msingi tangu anaingia madarakani elfu mbili kumi na sita kabla hajarudi tena katika awamu yake hii ya e, pili. Lakini sasa ukisema kuivamia moja kwa moja Iran e, kumteka Ayatola Ali Khamenei, hiyo hey, ni ishu nyingine tata kwelikweli ambayo hata huo mgogoro una, una una sura e, na sifa tofauti. Ishu ya Venezuela na ishu ya Iran ni tofauti. Ishu ya Venezuela ni mafuta na gesi. Ishu si ya Iran ni ukumzuiya yatula aliaanhi kutengeneza silaha za nuclear, kwa sababu Marekani anahofia Iran yakimiliki nuclear. Iran anaunga mkono vikundi vingi ambavyo Marekani amesema ni vikundi vya waasi Hamas na washirika wake. Sasa Marekani anahofu huyu mtawala wa Iran akiendelea na hii project yakafanikiwa, hizi silaha za nuclear zikadondokea mikononi mwa magaidi, Israeli itakuwa katika hali mbaya pale mashariki ya kati. Gogoo, miuili yenye sura mbili tofauti, lakini hata ulinzi wa Iran na Venezuela ni ni ni vitu viwili tofauti eh. Kwa hiyo si, si si sidhani kama wataingia hivyo moja kwa moja, ingawa statement yangu ya mwisho inabaki kuwa Trump ni rais asiyetabirika. Kwa hiyo unaona kwamba matisho yake kwa vyombo vya Iran anaweza akashambulia aka kwa njia ya anga tena, ama hufikiri kwamba Iran inawezekana hapo tutapa tunamtabiri mtabiri. Sasa Donald Trump, yote kwa yote, anawezekana anaweza akatulia, ama anaweza akaamua tu akaliamsha <laughs> lakini hii aliamsha lazima <laughs> apate taarifa za kijasusi kwamba ni kweli Iran wanaendeleza na mpango wa nuklia na wapo karibu kabisa, na ndio maana unaona operation ile iliisha vita vya Iran na Israel mara baada ya malengo yake kutimia, kuharibu kabisa zile vyanzo vya Iran kujaribu kutengeneza silaha za nuklia lakini sasa hivi ukiangalia Iran hakuna tishio hilo, wamedhibitiwa kwelikweli na tayari kuna pesa nyingine ya maandamano. Kwa hiyo hiyo tu inatosha kwa vuruga Iran kulio kutaka eh, kuingia moja kwa moja, si lioni hilo la kuingia moja kwa moja bali ni mm hiyo -hmm. tu la kuwavuruga vurugani wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa siku Israel na washirika wa Marekani mashariki ya kati wenyewe wanaendelea kutanua E, eh, ushirika wao na biashara zao wakati Iran anaendelea kunyong'onyesha kwa sababu ukumbuke Iran ni simba wa Mashariki ya Kati, ukizungumzia nchi ya Kiajemi ambayo ni rafiki na nchi za Kiarabu, kwa sababu kiasilia Iran sio Waarabu, ni Waajemi. Sasa ndio wenye nguvu ambao wanaweza kumnyooshea kidole Marekani, wote wakina Saudi Arabi Arabia, Qatar, eh, wakina eh, Oman na hawa UAE wote wamekuwa uh, upande wa Israel, wakina Jordan sasa ukifanikiwa kumnyong'onyesha huyu Iran, maanake unanyong'onyesha hou unanyong'onyesha Hamas na vikundi vingine vidogo vidogo ambavyo vimekuwa vikipinga Israel, na ndicho ambacho kinatokea. Tunasione kama Trump atachukua hiyo hatua moja kwa moja, kwa sababu tayari wananyong'onyesha Iran, mpango wa nuclear umerudi nyuma. Hivi sasa kuna maandamano, wanapambana sa wenyewe kwa wenyewe, kwanza waitulize nchi, mambo yaende sawa. Na maandamano hayo ni kwa sababu ya uchumi. Kwa hiyo uchumi wa Iran hauto sawa. Kelvin, kwa kumalizia pengine tunaweza unaweza ukafikiria sawa na wale ambao wanajiita wachambuzi wa, wa taarifa za kijasusi kwamba pengine hata mashambulizi ya Donald Trump Nigeria, lengo lake ni kuzifikia nchi zile za Saheli tatu kwa maana ni j Burkina Faso pamoja na Mali. Na wewe unaona hilo of course, niliandika hilo hata kwenye mtandao wangu Instagram, baadhi ya watu wakanishambulia. Ni sahihi kwa sababu mimi narejea hotuba ya mwisho ambayo aliitoa rais wa Burkina Faso Ibrahimu Traore, wakati anakabidhiwa uwenyekiti wa nchi zile za Sahel, nchi za Nija, Burkina Faso na Mali, alisema wazi kwamba wanaenda kupita katika kipindi kigumu sana ambacho so italazimika wapigane, wauane wenyewe kwa wenyewe, lakini mwisho wa siku watailinda Burkina Faso. Sasa kinachotokea pale, kwani tukirudi nyuma, ni kina nani walioanzisha ISIS? Marekani leo wanalalamika ISIS anaua Wakristo, ni kweli lakini nyuma ya yapaviona wakina nane ambao wameanzisha hivyo vikundi ambavyo tuna vita ni vya kigaidi. Na kwa nini operesheni ifanyike kaskazini kule ambapo ni karibu kabisa na mpaka wa Nija, ni karibu kabisa na mpaka wa Mali, ni karibu kabisa na Bukina Faso, alafu ni nchi ambazo zimejitoa katika mkoloni Mfaransa ambaye ndo Marekani huyo. Kwa hiyo wanaofikiria hivi wana haki ya kufikiria hivyo kulingana na tabia ya Marekani duniani na aina ya plani ambayo wameenda nayo, wana haki ya kufanya hivyo na mimi ni mmojawapo pia ambaye na na nafikiria na hivyo kwa sababu mashambulizi ya ya wakristo Nigeria hayajaanza juzi, wakati Trump anashambulia, yako miaka na miaka. Ila kwa nini aanze kushambulia mara baada ya nchi za Mali, Niger na Burkina Faso kubadilisha mwelekeo? Hilo ni swali muhimu pia ambalo ni muhimu pia kushughulisha vichwa vyetu na kujiuliza. Kelvin, shukuru sana kwa muda wako kaka bana, siku pamoja sana.